Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji wa Mahakama ya Rufani Jacobs Mwambegele ameagiza kuongeza vifaa vya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwenye vituo vya uandikishaji vyenye watu wengi. Jaji Mwambegele ametoa maagizo hayo wakati akagua mwenendo wa zoezi la uboreshaji na kubaini uwepo wa ongezeko la watu wengi kwa baadhi ya vituo katika mkoa wa Dar es Salaam. Um, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inaendelea na ratiba yake ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Leo ni siku ya pili hapa mkoani Dar es Salaam. Tumeanza jana tarehe 17 na tutamaliza tarehe 23 mwezi huu wa tatu 2025. Nimetembelea vituo vingi ambapo zoezi hili linaendelea. Uh, watu wengi sana wamejitokeza kuja kujiandikisha upya na kuboresha taarifa zao, ila nimekuta kuna changamoto kadhaa katika baadhi ya vituo ambapo waliojitokeza wamekuwa wengi mno kiasi kwamba uh, vifaa inaonekana ni vichache. Nimeagiza, nimeagiza kwamba uh, vifaa viongezwe na vituo viongezwe ili kuweza kukabiliana na changamoto hii. Kwa mfano hapa Lukooni eneo la Chanika katika ili hii wilaya uh, ya Ilala jimbo la Ilala uh, kulikuwa na kituo kimoja, lakini baada ya asubuhi kubaini kwamba watu wamekuwa ni wengi, watu wanachukua muda sana katika uh, kukamilisha zoezi hili, iliagiza kwamba vifaa uh, viongeze kikaongezeka kika kituo cha pili, na saa hizi nimepita hapa Lukooni bado kuna Uh, changamoto hii ya kwamba uh, BVR mbili hazitoshi kwa hiyo nimeagiza kwamba uh, vijana wangu waongeze vifaa ili kuweza kukabiliana na changamoto hii. Mwamko wa watu kujitokeza kujiandikisha unazidi kuongezeka katika halmashauri za mkoa wa Dar es Salaam, ambapo mjumbe wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Balozi Omar Ramadhani Mapuri akiwa halmashauri ya manispaa ya Ubungo ameshuhudia ongezeko hilo vituoni. Leo tumeendelea kukagua vituo siku ya pili ya uandikishaji katika mkoa wa Dar es Salaam. E, naona maendeleo ni mazuri zaidi, kasi ya uandikishaji imeongezeka ikilinganisho na jana. Inaonyesha watendaji wetu wameanza kuzizoea mashine na tunatarajia kwamba mpaka mwishoni tutakuwa tumewakamilisha wote watakao kuja vituoni. Zinawahimiza tu waendelee kujitokeza mpaka e, sasa hivi wanajitokeza vizuri. Lakini waendelee kujitokeza, wazitumie vizuri siku zao wa saba, wasisubiri siku mbili za mwisho. E, tunataka mpaka ikifika siku mbili za mwisho wengi wawe wameshajiandikisha kupunguza foleni ya kumalizia afisa wa mwandikishaji wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam wakili Faraja Nakuwa akazungumzia zoezi hilo la uboreshaji katika halmashauri yake, huku akisisitiza wenye sifa kutoikosa fursa hiyo ya kujiandikisha ili kushiriki kuchagua viongozi muda wa uchaguzi utakapofika. Kutoa rai kwa wananchi na wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam, majimbo yote matatu, watumie vizuri muda uliobaki. Tumebakiza, leo ni siku ya pili, tumebakiza siku tano wajitokeze kwa wingi watumie vizuri muda uliobaki kujiandikisha na kuboresha taarifa zao, kwa sababu maelekezo yaliyopo, zoezi natakiwa liishe ndani ya siku saba tangu jana, tarehe ya kuanza kwa zoezi. Kwa hiyo muda ni huu, watumie muda huu vizuri, waje. Nafasi ipo, na watendaji sisi tupo, tumejipanga kwa ajili ya kuhakikisha tunawaandikisha na kuboresha taarifa Wananchi wa halmashauri za jiji Dar es Salaam wameeleza kufurahishwa kwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuendesha zoezi hili pamoja na hatua za haraka zinazochukuliwa kuongeza vifaa vya uboreshaji. Nimekuja hapa kuboresha kadi yangu ya mpiga kura na nimeshapata kadi yangu. Nawaambia wale ambao wako nyumbani ya wajaja kuja kufata kadi zao za mpiga kura Naomba uje kufata kadi yako ya mpiga kura, kwa sababu ndiyo haki yako ya baadaye ya kupiga kura, kwa sababu watu wengi wanalalamika, tukutendewa haki, hatukutaka viongozi wale, lakini kadi yako ndio suluhisho lako. Nawaambia wamama wote, wababa wote, vijana kwa wakaka na wadada, tunaomba mje wote kujiandikisha ili mpate haki yenu ya msingi hapo Oktoba. Leo nimefika hapa shuleni kuja kujiandikisha na kitambulisho cha kupiga kura, kwa sababu ukiona kitambulisho cha kupiga kura ndo pale unapochagua kiongozi wako unayemtaka wewe. So leo watu wengi sana wanalalamika kuhusu viongozi alafu ilihali wao wenyewe wanashindwa kuja kujiandikisha na vitambulisho kuchagua viongozi sahihi ambao watakowasaidia baadaye. Kwa hiyo nawashauri vijana wenzangu, tunafika hapa kokote pale unapo, unapojisikia kwenda kujiandikisha na kitambulisho chako cha kupiga kura fika mapema wai, hakuna foleni, na tunashukuru kwa huduma za mwaka huu ziko vizuri, na washauri vijana wenzangu, wa mama zetu, baba zetu, wazee, mjitokeze kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la kupiga kula, na mimi nimesha subutu, nimefanya hivyo na nimeshapata kadi yangu ni hii. Nawakaribisheni sana. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kupata nafasi ya kuja kujiandikisha hapa na kupata kitambulisho changu lakini pia nishukuru wananchi wanajitokeza kwa wingi. Wananchi wenzangu, nimekuja kuchukua kitambulisho cha mpiga kura, na washauri vijana wenzangu wa mama wa baba waje wajiandikishe kupiga kura kwa manufaa ya taifa letu. Uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura Lililoanza Machi 17 linatarajiwa kukamilika Machi 23 kwa halmashauri za mkoa wa Dar es Salaam, ambapo vituo vimewekwa kwenye mitaa na vinafunguliwa kuanzia saa mbili kamili asubuhi na vinafungwa saa 12 kamili jioni. Kauli mbiu ikisema kujiandikisha kuwa mpiga kura ni msingi wa uchaguzi bora. Zaituni Mkwama, Dele News Digital.